Zipo biashara ambazo ni vyanzo vya mapato ndani ya mapato kama alivyotaka kuzungumza mwenzango wa madini. Mkoa wetu wa Singida tunategemea uchimbaji wa madini na ya hususan ya dhahabu, kilimo na ufugaji, viwanda vidogo vya alizeti, pamoja na uuzaji wa maduka ya jumla na rejareja ya bidhaa mchanganyiko. Lakini pia tuna huduma za usafirishaji wa abiria. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, katika vyanzo vya kodi ambavyo TRA tunavisimamia tunacho kwa chanzo cha kodi ya zuio, kodi kodi ya zuio ambayo inatokana na malipo ya fedha za serikali kwa huduma na bidhaa, lakini pia na wachimbaji wadogo wadogo ambao soko letu la majini hapa mkoani Singida na Shirui linakusanya vyanzo hio, lakini tunazo kodi ya mapato inatokana na watu binafsi kwa maana ya kodi za biashara. Tunao vyanzo vingine kodi za mapato zinazotokana na kampuni. Tunazo kodi zinazotokana na mishahara kwa maana kodi ya mapato ya mishahara na kodi ya ufundi stadi kwa kwa maana SDL kwa sekta binafsi. Tunacho chanzo cha kodi ya ongezeko la thamani VAT. Mwenyekiti, mkoa wetu wa Singida tunafanya biashara 286 ambao wamesajiliwa na ni wakala wa kukusanya kodi ya ongezeko la thamani, lakini pia tunazo kodi ambazo zinatokana na usajili wa vyombo vya moto hususan magari, pikipiki na leseni za dereva a, Mwenyekiti, tunashirikiana vizuri na wizara na idara ya ardhi kukusanya kodi ya kwa masuala ya maboresho ya hati na uuzaji wa majengo na viwanja. Mwenyekiti, kwa ujumla tunawalipa kodi mkoa wa Singida elfu ishirini na tano mia nne themanini elfu ishirini na tano mia nne sitini na tisa ambao wametambulika na wapo katika wigo wa kodi. Mabati nzuri, baadhi ya wajumbe wa baraza hili wamekuwa kodi wazuri na wakubwa sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru mwenyekiti. Katika jukumu la usimamizi wa e, mashine za EFD mkoa wetu wa Singida ina lengo mwaka huu wa fedha ambao tunaumaliza, tupo asilimia themanini na tano ya kuhakikisha walipakodi wapya wamenunua mashine na kuanza kuzitumia. Tulikuwa tuna lengo la e, walipa kodi 682 na tunatakiwa kusimamia na kuwafanya wafanyabiashara wapya 581 kuweza kununua mashine za EFD. Na jumla kama mkoa katika walipa kodi 25,000 tunao walipa kodi 2837 ambao wanatumia EFD. Na mlipa kodi mmoja anaweza kuwa na mashine moja hususan ni watu wa vituo vya mafuta. Mtu anaweza kuwa anafanya biashara hasa usambazaji wa bidhaa kila gari na mashine yake. Kwa jumla kama mkoa tunazo mashine za EFD 3873 ambazo zinatumika kwa kufanya biashara ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu wajumbe, kwa mwaka huu wa fedha unaoendelea mkoa wa Singida tulipangiwa kukusanya bilioni 30.56, na hizi ni kodi za idara ya kodi za ndani. Tunacho kitengo kidogo cha forodha ambacho kinasimamia biashara na uzuiaji wa biashara za magendo katika barabara yetu kuu ya Dodoma Dar es Salaam kwenda Mwanza. Kwa yenyewe ilikuwa na lengo dogo au lengo la fedha la kukusanya milioni 23.2 kwa kipindi hichi. Mheshimiwa mwenyekiti, tumeshakusanya mpaka mwezi wa tano, kwa maana Julai mwaka jana mpaka mwezi wa tano tumekusanya milioni 27 na milioni 191, katika lengo la E, tulikuwa tuna lengo la kukusanya bilioni 27.191, lakini tumefanikiwa kukusanya bilioni 29 na milioni 773 sawa na ufanisi wa asilimia 110. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa mwezi Mei, tulikuwa tuna lengo la kukusanya bilioni 2.3 na tumefanikiwa kukusanya bilioni 2.7 sawa na ufanisi wa asilimia 113. Mheshimiwa mwenyekiti, hali hii ya ukusanyaji ni maboresho makubwa sana kwa mwaka wa fedha ukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita tulikuwa tumekusanya bilioni kumi na moja. Kwa hiyo ukiangalia, tumekuwa na ukuaji mkua, wa mapato kama mkoa wa asilimia mia na sa, mia sabini, kuongezeka mapato ya bilioni 18. Zipo sababu lakini nitasema chache, msha mwenyekiti kikupendeza eh, la kwanza ni ushirikiano wa walipakodi hususani walipokoja ambao wana madeni lakini pia e, tumekuwa na e, utaratibu mzima mzuri wa kuimiza na kusimamia matumizi sahihi ya mashine za fd. Lakini pia nichukua nafasi meshmalekidi kuwashukuru wajumbe wengine wa kikao hichi ambao ni wakurugenzi wa mashauri, kwa sehemu kubwa nakusaidia sana kukusana kodi za zuio